Furaha yangu si kidogo wala kiasi bali ni furaha tele, kwa sababu nimekutana nawe tena katika siku nyingine kwenye kipindi cha The Comment. Hebu nianze kukuuliza kwanza, unafahamu faida za kuwa nadhifu kama kijana eh? <laughs> Sasa wakati ukinijibu hili, naomba nichukue nafasi hii ama nitumie nafasi hii kukusalimia. Habari gani, popote pale ambapo ulipo mtazamaji The comment. Kutoka hapa mtaa wa Nganza wilaya yenye magana jijini Mwanza, tunataka kusikia maoni ya vijana mbalimbali juu mbali ya faida za kuwa nadhifu. Kuna faida gani kwa kijana kuwa nadhifu? Nyuma ya kamera leo ni Hosea Chibago, mimi naitwa Mike Ntakandi. Tuendelee kuzunguka mtaani kusikia maoni ya vijana kwa majina. Yangu naitwa Amani Alfayo mkazi wa Ngaza. Uh, kama kijana kwanza, unapokuwa mtanashati unapata fursa nyingi. Kama unavyojua wewe ni kijana, unapata fursa mbalimbali. Kwa mfano, tukichukua tu kawaida, unapokuwa uko smart, mtu kivaa smart kama kijana, kuna namna ukawa watu wanafamba na mtu fulani ni smart, kuna fursa inaweza ikatokea, ambayo inahitaji vijana wako smart, kwa sababu siku zote kijana anatambulika kwanza smart. Unaanzia kwenye akili, then nje anaonekana, kwa sababu kama ukiwa akili uko smart, hata nje kidogo tuonekana kwa smart so unapoonekana kuwa smart nje, inawakilisha akilini mwako pia uko unapokuwa smart, smart ukivuta unapo picha, picha kama mtu ambaye hauko smart uko rafu ah, wa karibu Unapokuwa smart lazima kuna heshima utakewa kwa smart? Smart, siku zote. Kwa majina naitwa, anaitwa Fred Akio, ni mkazi wa Nganza. Ukiwa smart kwenye biashara yako unaweza kusaidia pia kuwavutia wateja Bwana, wateja pia wanapenda wana kuzingatia eneo la wateja, sehemu, kazi eneo ambalo biashara yako inapokuwa katika sehemu nye mazingira mazuri, inawasaidia wateja ukiamini chakula chako na kuwavutia wateja wengi kuja kwenye biashara yako kuku, kukuungisha kuku, kuku tunasema hivyo kwao. Moja kwa moja biashara yako inakuwa inakuwa, unapata kipato tofauti na mtu ambaye yule ambaye sehemu yake ya eneo lake la kazi la biashara inakuwa azingatii utanashati wa usafi. Ili kupata mahusiano pia, wanawake wana tabia kuangalia muonekano wewe, kama ile swala la fedha kipi ya muonekano pia na unachangia kwamba ukoje, unavaa uko smart kaenda sehemu hata za ofisi ukaomba kazi, lakini kama uko smart ukaenda ofisi kwenye ofisi fulani ukaomba kazi itakuwa ni ngumu kukuamini, utaona labda kama wewe ni mvuta bangi. Na kwa majina yangu naitwa Elika ni mkazi wa Nganza. Kwa upande wangu mimi naona faida za mtu kuwa nadhifu au msafi, inasaidia mtu ana, kwanza anaheshimika. Kwa mfano tukiongelea tuki, labda kwa upande wa kazi, mtu akiwa nadhifu kwenye kazi yake kwa mfano labda mtu ni bodaboda, inamsaidia yeye kupata wateja wengi, kwa sababu watu wanamuona kwanza ni msafi, ni nadhifu, kwa hata watu wenyewe wataiheshimu kazi yake. Kwa upande wa afya, unakuwa kidogo unaepuka baadhi ya magonjwa, kwa sababu ukiwa smart unakuwa obvious, unakuwa msafi wa mwili, hata mazingira ambayo unakaa unalala kidogo unakuwa hapo yapo yapo yapo yapo, safi kwa, unakuwa unaepuka magonjwa kama ya ngozi, labda ya mba, hivyo umeona. Kuna smart utanashati, watu wanavaa kajo, wanakuwa wanatokea, wana wanapendeza, suruali imenyoka, amefanyaje? Kwa jamii inakuchora katika picha fulani, kwamba kijana either yupo hivi yupo hivi yupo hivi hapa. Uh, sisi ni vijana vijana, kama unavyojua mimi hapa ni kijana jari kabisa nikiwa smart kama hivyo wezi jua tutakutana nani njiani? unajua zile eh. Kwa hiyo kwa smart, masuala ya namba ya kidogo yanakuwa hayakupe shida. Dada mwenyewe anasema ah, jamaa namba namnyimaje? mtu kapendeza kama hivi, kama shati la elfu 25, swali so, sasa ngapi? sijui kiatu elfu 70. Kwa hiyo kuna naona mazi kama vijana tunakuwa tuna ya upande kidogo wa kupata wenza kwa majina anaitwa Koseshayo, ni mkazi wa Pangaza. Ukiangalia masuala una, una, una, ya smartness, mtu mfano kuna uzaji wa duka la nguo, kuna upangilaji wa nguo, upangilaji wa rangi, unavutia sana wateja. Anaweza kupenda duka lako, unavyoremba nguo, unavyozipanga vizuri. Nakuta mteja anakuja kuuliza nguo fulani, anapata nguo nzuri kwa muda sahihi. Nguo iko very smart, inavutia bila kuwa na tuzo yoyote umepanga vizuri yani, pasipo mtu kununua nguo anaweza kapenda tu chumba kinavyopangiliwa cha katika duka lako. Mtu anakuwa, kila mtu anakuwa, anapenda kukuona, na la nguo very smart muda wowote, kuanzia kwenye kichwa hadi kwenye miguu, mpangilio mzuri wa nguo, mpangilio mzuri wa vitu mbalimbali tu. Uh, kwa mimi mtazamo wangu unapokuwa unapo kijana smart kunakuwa kuna hali kuna fulani tofauti, kwa sababu kifupi tu, the ulivyo ndio inavyokutafsiri kwenye jamii. Kwa hiyo uweze ukawa unafanya kazi labda benki, alafu ukawa unavaa kama mtu wa mtaani, labda mlege nini. Kwa hiyo sometimes kuwa nadhifu inaweza ikakupa hata nafasi ya kupata ajira pia. Kwa sababu kuna baadhi ya kampuni haziwezi kukuajiri kutokana na muonekano wako. Ila unapokuwa good unapata hiyo. Na pia unadhifu unaweza kwa kufanya ukapata heshima mtaani. Kwa sababu watu watu ambao wamesoma, watu wazima, uoga wanaamini kijana, ili uwe unaheshima ni lazima hata mavazi yako yawe yana tafsiri, wanavyokuona kitu kingine. Uficha umaskini unasemaje? Najua kijana, unapokuwa nadhifu hata kama una hela, ila watu wanajua kidogo umejipata. Macho yameona, masikio yamesikia kila ambacho kimezungumzwa na vijana mbalimbali hapa mtaa Nganza juu ya faida za kijana kuwa Nadhifu. Umesikia kwamba kijana kiwa nadhifu, michongo ni mingi sana inaweza kumsaidia kupata kazi, kuaminiwa, hata biashara yake kwenda vizuri kabisa. Kutoka hapa Nganza, Wilaya Magana, jijini Mwanza. Sina la ziada kwa siku ya hii leo. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kupitia kipindi cha The Comment. Nyuma ya kamera kwa siku ya hii leo ni Hosia Chibago, mwongozaji wa matangazo haya ni Dolcas Mkanyo. Mimi ni Temai Kontakandi, Nitaitika hadi wakati mwingine.